Oo, nikiwa mwenyekiti mkuu wa chama cha wafanyabiashara wenye pikipiki katika kaunti ya Busia. Jambo ambalo ningeweza kuongelea siku ya leo, jambo la kwanza nashukuru kwa yule ambaye ni msaidizi katika afisi ya rais Bwana Hata Muga Osiya ambaye kile ambacho ametuletea siku ya leo A, ametuletea taa hapa ambayo inatumia jua ambayo naweza sema kwamba ni asola, na tangu mwaka wa 1943 wakati soko hili lilipokuwa hapa, watu wa Matayos wamekuwa wakitoa taxi, lakini ilikuwa ikielekea kule Butula. Basi kuanzia serikali ya ugatuzi iwepo sasa hivi inaelekea miaka kumi na tano hawa watu wa Matayos, hatuna chochote. Soko lenye limejengwa limejengwa kule Bujuanga na soko nyingine imejengwa kule area sa Mundika, lakini Matayos ambayo ni center ya Busia County hatuna chochote, si ni ukweli? Kwa hivyo wamama wa, wa Matayos siku ya leo wamesema kuwa ya kwamba iwapo huyu ambaye amewasaidia na wameona siku ya leo taa yao ambapo walikuwa wanataka taa manaake kulikuwa ina giza likiingia, hapa wizi unazidi kuwa wingi, wizi unakuwa mwingi, wa mama wananyang'anywa pesa njiani, manaake hamuna security. Ukienda hata mama kishikuwa na magonjwa hapa kwenye soko, akisema kwa mpeleke pale kwenye saanati pale Matayos, utapata ya kwamba ni drug stop, lakini ni lakini cha ajabu ni ya kuwa ya kwamba hawana chochote kile. Ambacho wanapata katika taksi yao, tunapata kuwa ya kwamba kwa miaka kumi hizi pesa zimekuwa pesa zimekuwa zikitengwa, lakini hamuna siku yoyote ile ambayo tumeona mradi wowote hapa Matayos. Hili jengo ambalo naliona hapa nyuma ambalo limejengwa pale nyuma, tulikuwa na group ambayo ilikuwa inaitwa Matayos Business Community ambayo ilitengezwa ni kazi huo mradi, maanake kwa miaka kumi hizi ambazo serikali ya kaunti kila wanapo wanapotenga pesa ya kwamba zitafanya maendeleo Matayos, huwa hatujua ya kwamba zinaendea wapi. Kwa miaka sasaini miaka kumi na tano hatuna chochote kile cha kujivunia. Maduka yaliyojengwa unafikiria ni panya ndio wanaishi ndani yake, soko la Matayos. Mvua ikinyesha, maji kutoka huku juu inabeba nyanya za wamama, inabeba omena, hawana bahali popote pa kujikinga. Kwa hiyo nataka niseme ya kuwa leo tungehitaji katika serikali yetu ya Kenya mambo ya usalama hii inachangia ni mambo ya usalama. Maana yake usalama unapokuwa hivi, kule nyuma walianzisha choo hapa vile wanavyo wanao mama hawa huwa wanafunga mkanda wakija kwa soko mpaka vile watakavyorudi nyumbani, posa waende tena msalani, haona. Hey! pahali, haona pahali pa kujisaidia. Na ikifika kila Wednesday wale wamama watosha ushuru wa county government huja hapa na kuchukua taxi yetu ambapo hatuoni faida yoyote. Hey! Wewe tungeliomba hapa Kenya kuanzia serikali ya Dr. William Samuel Ruto alipoingia katika madaraka. Soko nyingi zimejengwa hapa katika taifa letu la Kenya. Lakini hapa Matayos hatu domsi hatuna hata chochote, generator haipo hata pale mtu anaweza kaingia hata karibu na mama, maana yake hakuna chochote. Mimi sinu... ni biashara wa hapa Matayos, kwanza kabisa ninashukuru sana kwa ile mradi ambao tumepata siku ya leo kutoka kwa mheshimiwa Arthur Osiya. Nashukuru sana kwa maana ametuletea Security light hapa Matayos, hiyo taa itatusaidia kwa sababu hapa Matayos tumekuwa na giza sana, kwa tunafunga biashara mapema sana tukirudi nyumbani. But hiyo taa moja yenye ametuletea, tunaomba ya kwamba tena akaweze kuongeza zingine mbili, nyingine iwe huko nyuma ya soko na nyingine iwe pale juu. Hapo itafanya ya kwamba tutaweza kuuza hata wakati wa kuendelea. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa hiyo mradi. Na pili nikikuja biashara hapa Matayos but wimbo umebaki tu ule ule hii soko. Masoko mengine yote yamesaidika, yamejengewa, lakini hapa sisi kwetu tumeshawayo omba tangu rejimu ya jamou mpaka wakati wa sasa tumeomba modern market. Tunataka modern market Matayos, ambapo kama ile yenye imejengwa Kumala ambapo mama kama mimi pengine nimechoka mchana huu, ndaenda nioge nibadilishe, ningena nyumbani ni kwangu nikula. Tuna kula na kulaa, wa wanakuja kwa hii soko wako na watoto wananyonyesha. Unapata mama ameshinda, una na mtoto, mtoto ameshikwa na jasho, mtoto analia, hana mahali pa kuogeshea mtoto. But kwa hiyo modern market kuna mahali mama atabadilisha daipa ya mtoto ataogesha mtoto na mama mwenyewe aoke. Alafu tena, kwa hiyo modern market, kama mama mwenye anauza samaki fresh anauza hizo samaki zake zikibaki, si ataenda kuweka kwa fridge, atazikulia kesho kama ziko fresh. Kuna mama wanauza matunda, hiyo matunda zikiuza ikibaki, tunapeleka kwa hiyo fridge, kesho tukikuja iko fresh. Alafu kuna mambo, jambo moja, modern toilet. Modern toilet, toilet hiyo hatuna matasi. Tumeimba miaka nenda rudi, walikuja kaanzisha kitu kingine pale. Sasa hivi wanapomaa tu blocks, wakienda nayo. Kwa hivyo tunaomba Arthur Osiya vile amejitokeza, A a hundred miles started on a single step. so kwa hivyo yeye ameanza na a single step. Na hiyo a, a single step inaenda kupeleka 100 miles. Kwa hivyo sisi tuko nyuma ya Arthur Osiya, wamama mnasema hapo. <coughs> Wambani, na shukuru sana viongozi wote. Hii tayari itatusaidia sana. Hapo nyuma tulikuwa kwa giza sana. Mama tulikuwa tunatoka soko mapema, hatuuzi vitu zetu na soko kuu inaanza jioni. Wakati wa kuanza soko, giza ndio atu... imeshika. Asi hii tayari itatusaidia sana kwa sababu ya mwangaza, tutazidi kukaa soko tuuze. Tena itapunguza wizi. Vijana wamekuwa wezi sana na kutuibia sisi wamama. Tunateseka sana. iaaaa Tunataka kiongozi ambaye anasema na kutenda, kiongozi wa vitendo mwenye saa kumi na mbili unusu tunaanza kufunga soko imejaa ukichelewa, vijana napita nawe pesa yako un kitu saa moja unusu saa mbilita saa sasa tatu aikaamwangazaamai. Tulikuwa tunafunga soko kitu saa kumi na mbili unusu, lakini sasa hivi tumepata mwangaza, tunaendelea soko mpaka saa tatu. Serikali na saidia kutusaidia upande security iko chini sana. Hata tukikaa hapa mpaka saa tatu, lakini bado security iko chini, vijana na natunyanyaza zaidi, mapanga leo amejaa. Ukienda kwa serikali kwa ofisi ya maskari, hata wanasema wezi wametuvamia kwa soko, hakuna askari anakuja haraka. Security iko chini. Kiongozi wa matendo, mwenye anasema na kutenda, kiongozi bora, si chama. Hatutaki UDA, tunataka kiongozi bora mia tano, lakini sija hata pa kuenda kwa Josina. Mimi nauza mboga, nauzia kwa fundi, hakuna anatusaidia. Mwenye anatusaidia tuko na gavana, gavana kipita nagara nitakugonga. sasa wana gavana mgali iwotundio yangu. Kwa majina ni Gladys Anyango umo. Kwa hii Matayos tunahangaika sana na kukopa. Kuna wanani walikuja na tupea loni ya loni ya 10 days. Lakini nasikia area zingine watu walipeana huko pesa miradi, wanachama waendelee kuinuka, na huku kwetu hatujaiona kitu kama hiyo. Hakuna mradi yoyote ya serikali <coughs> hatuna mradi yoyote ya serikali hapa <coughs> Matayos, tunaomba mtu watusaidie ni pia sisi tuinuke, tukue kama hata watu wengine.